Na upepo ukali, nikawambia watoto wangu hebu twende tukafunge madirisha mle. Tulifunga madirisha tukatoka na wale watoto mwisho, madirisha ikayabomoa, ndo ikaanza kuasiri kitu kilichomo. Bati yangu yameharibika yote, na sasa hivi nimekoswa pakulala na pakuweka chakula na zirika hivyoo, na imeniasiri nyumba zote zimeharibika nilikuwa na nyumba ya mabati ishirini, yote imeharibika, alafu vyakula vimenyeshewa mvua vimeharibika. Naiomba serikali inipe msaada, nipate nyumba ya kulala, na leo hata pa kulala ni hamna, na maana hatakaa mvua tena ikirudi, hatuna pa kulala. Hata leo tumelala nje, amna hata kwamba tutapata maeneo ya kujihifadhi Tuko hivi hivi tu na watoto tuko nje, kama wanavyoona, mazingira yako hivi. Watu wote wana tunatembeleana tunaangalia kila sehemu, wanavyoona kwamba mambo tunameharibika, wanakuja kuangalia, lakini ni maharibiko ya, ya mvua ambayo ina upepo mkali sana. Serikali na waomba mtuone, akitokea mama mjamzito anataka kujifungua hudu, kuji, kuji huduma hiyo sasa haipo kwa sababu jengo ambayo inastahili kufanya hiyo huduma, shida, mvua, hiyo huduma limepata shida, limezolewa na mvua. Mvua inaweza ikarudi leo ikanyesha tena. Kwa hiyo shida itaendelea kuwa kubwa kwenye jengo hili. Kwa hiyo naiomba sana serikali wafanye jitihada kurudisha huduma hii ya mama mjamzito ajiza kujifungua hapa. Wananchi wengi nyumba zao zimezolewa, na mazao mengi yamelooka, yamelowa na maji koni. Kwa ujumla, naomba serikali ilete mkono kuwasaidia wananchi ambao wameathirika na hili janga la upepo. Nyumba zilizoenda na upepo nimepewa taarifa zimefikia nyumba mia mbili ishirini na moja e, na wakazi wa eneo langu ni watu mia moja na ishirini na saba waliopata maafa ya upepo wa mvua katika kijiji hiki cha Mwanase. Tunaomba tu msaada serikalini, ili tupatie msaada haraka, watu hao wapate pa kulala pa kuishi.